Mara yako ya kwanza kuangalia channel hii, tafadhali usisahau kusubscribe. Jamani ndugu zangu msiangalie tu video kama wewe huja subscribe. Bonyeza hiyo maneno subscribe. Kama wewe huja subscribe, tafadhali usiangalie tu, sio ni support tu kwa kile unachokiona unafurahia na nini. Mtumie na mtu mwingine Usiangalie tu bila kusubscribe na wewe oh, usubscribe, mwambie na mwingine, na na mwingine mwingine, wote wasubscribe. Mwambie kuna chaneli, kuna dada mmoja anafundisha kuhusu mambo ya waraboni, anaelekeza watu wapi waweze kupata kazi, vipi waweze kuishi na mambo mbalimbali. Ukimtumia habari kama hiyo, unakuwa umemsaidia pakubwa, kwa sababu kuna wengine wanatafuta kazi hawajui wapate vipi, ofisi gani wataenda, je, watafanyafanyaje? Kwa hiyo ukimtumia video kama hiyo utakuwa umemsaidia pakubwa sana, kwa sababu umemwelekeza wapi apate kazi. Baada ya kuangalia video yangu iliyopita, niliwaonyesha mafuta yale ya Vatika. Kama una mafuta yale ya Vatika paka taya ya nini coconut, paka taya coconut, pia nayo ni mazuri. Mimi huwa napaka tu, napaka yale pale na napaka na haya mafuta yangu ya maji na kama unavyoona nywele yangu inakuwa safi tu haina shida. Yes, kama unavyoona title ya video yetu hapo juu inaeleza hivi: Dubai na Omani, wapi niende, kupi bora? Kutokana na vile wanavyosema watu wa, unajua Omani wanaua, sijui wanafanyaje, mateso kila siku tunaona mtandaoni scandal za kuitaja kuhitaji Omani, Omani Omani Omani. Tunasikia sana stories za Omani sana, tunasikia kila siku Leo nataka nikuchambulie video hapa, angalia video hii mpaka mwisho, ili upate kuelewa. Je, Kwa nini Oman? Kwa nini Dubai hakuna mambo hayo? Dubai au Dubai? Anyway, Kwa nini Dubai hakuna mateso? Kwa nini watu hawaendi Dubai? Au huko watu wanaishije? Na wanakuta mtu mwingine anakutafuta inbox au kutumia message, "Dada, mimi nataka kazi lakini nitafutie Dubai, mimi sitaki Omani kwa sababu nasikia Omani kuna hichi na hichi na hichi. Kwa hiyo mm -mm, mimi Omani bwana hapana. Nataka Dubai. Jamani, niwa niwaambie tofauti ya Dubai na Omani ni ipi? Kwa wewe ambaye ndo kwanza unasafiri, yani ndo kwanza mara yako ya kwanza. Nakushauri anzia Omani. Nakushauri tena, wewe ambaye hujawahi kusafiri, ndo kwanza unaanza. Anzia Dubai, anzia Omani, sorry. Kwa nini nakwambia wanzie Omani? Kwa sababu Omani utakutana na hata watu ambao wanazungumza Kiswahili, ni rahisi wewe kusaidiwa kusaidika. Jamani, Dubai hawataki mzaha, hawataki mzaha kabisa, kwa sababu ule mji ni jiji jiji la watu ambao wapo kikazi zaidi Hawa yani, so hivyo tu ninavyofikiria, kwa nitaenda tu Dubai, nitafanya kazi, nitafanya hivi, nitakuwa natoka, nitaenda kutembea nione, siju nini, nione ile jumba siju la Abu Khalifa, siju kitu gani, nikatembea, nika sivyo unavyofikiria, sivyo kabisa. Wewe ambaye unakuta ni mara yako ya kwanza, ndo kwanza, kwanza umesikia fursa za kusafiri, usiogope unavyosikia maneno yale. Oman, siju nini, Oman yani, neno Oman yani limekuwa midomoni kwenye mitandao, kukiingia kila sehemu ni Oman, Oman Oman. Na kama uelewi, Dubai hawasafiri kwa viza za kutoka kwa bosi moja kwa moja kama wanavyosafiri Oman. Unataka kwenda Dubai kwanza uwe na pesa. Uwe na pesa, pocket money, sijui ile wanasemaga bank statement sio kitu gani, sijui ni nini mambo kibao hapo. Uwe nayo hiyo pesa ndio uweze kufanya nini? Na uweze kusafiri kwenda Dubai. Kitu kingine ambacho takiwa pia tena ukifahamu jitahadhari na, na kutengenezewa visa feki. Visa fake, jitahadhari sana. Kuna watu wanatengeneza kwenda Oman na nini, Dubai utatolewa hiyo. Kwa hiyo jitahadhari. Yani sawa, Dubai mtu yote anaweza kaingia akajitengenezea visa na nini, fanya biashara, kwa sababu ni mji wa biashara akaingia lakini, sivyo mnavyodhania kuwa nataka nikafanye kazi, sivyo mnavyodhania. Vitu viwili tofauti. Kwa hiyo wewe, ndio kwanza unaanza, umesikia fursa za kazi na kushauri, anzia Omani, uliza watu Omani wanatafuta kazi, ofisi gani, mtu gani, njia gani, utengenezewe safari kwa uhalali kabisa na kwa usalama kabisa. Acha haya maneno yanayooneshwa mtandaoni Oman, sijui kuna mtu kafanya nini Oman, sijui yani Oman kwa midomoni. Kwa hiyo wewe ambaye ndo kwanza unataka kusafiri anzia Oman. Kwa nini nakwambia uanze Oman kwa sababu Oman bosi anakutolea visa mwenyewe tiketi anakukatia mwenyewe utakachojigaramikia wewe ni ile mambo ya vipimo tu ambayo siku hizi imeingia ile wamechagua wenyewe hospitali maalumu za sisi wa Tanzania au Afrika tufanye vipimo kwenye hizo hospitali ili tuweze kupata visa. Na hii yote pengine kutokana na ile mambo ya uchakachuaji, ile mtu anaenda kufanya vipimo, anamuonga dokta, na anajijua kama anaumwa, anamuonga dokta na nini, anamwandikia dokta, hajui maskini ya Mungu, ile mtu anampima, hajui kama huyu mtu anaweza kudanganya, sehemu anapewa vipimo vile vya uongo. Unafika Omani, bosi kasha kutolea gharama katengeneza mambo kibao, unafika kule unapimwa, unaonekana unaumwa. Ndio maana nadhani wakaona ah, bora tuwatafutie hospitali maalum ambayo wakipima hapo sisi tutaamini kuwa huyu amepimwa, alafu atakutolea visa. Kwa hiyo utakachojigaramikia wewe kikubwa hapo ni hiyo mambo ya vipimo tu, na hiyo vipimo sio pesa nyingi. Unaweza kauza hata kifriji chako tu hapo ukaweka bondi kitu kwa hiyo laki tatu na nusu ukafanya vipimo kaondoka safarini ukaenda ukaondoka safari yako kaenda zako kazini. Uzuri wa Omani pia tarehe ulioingia Omani umefika kwa bosi. Tayari unahesabika, wewe unaanza kupata mshahara. Kwa hiyo unakuta ni rahisi. Wengi wao ambao wanatolewa visa za kwenda Dubai wanafikia ofisini. Kwa hiyo unaweza, unafika ofisini, unakaa, hujui kazi utapata lini. Unakuta wengi wao wanatolewa visa za miezi mitatu. Unafika kule, unakaa, unapelekwa sehemu bosi anakukataa, unafika tena sehemu nyingine, bosi anakukataa, unafika tena sehemu nyingine, bosi anakukataa. Na special wale watu wapya, ambao ndio kwanza anaanza, hajui Kiarabu, hajui English, mwanza mwana mimi, hujui kazi, hujui chochote, ndio kwanza umeanza. hmm? Alafu unda kufike tu anze Dubai. Jamani, kwa wale wote ambao wanaoniulizia nafasi za Dubai, dada, hamna nafasi za Dubai. Ndugu yangu, kwanza uwe na pesa uwe na pesa ambayo itakusaidia wewe kujisafirisha, viza sijui nini, tiketi go and return, sijui madude kama yote, na pia uwe tahadhari kutapeliwa. Unaweza ukapigwa vile vile, ukaambiwa njoo, mimi nakufanyia viza huko Dubai, sijui hivi na hivi, ukapigwa na hiyo safari yako. Kwa hiyo kama wewe ndio kwanza unaanza, anzia Omani. Bosi atakutolea viza, atakukatia tiketi. Utaingia kazini utaanza kazi ni wewe tu bidii yako. Na ni bora zaidi. Gharama yako itakuwa ni hivyo vipimo tu vya hospitali. Wengi wao kuna mtu aliwahi kucomment hapa akasema hata medical wanatoa yenyewe ya boss. Naomba nikuulize swali. Hivi kama ingekuwa huyo boss anaweza kampima kila mfanyakazi? Hivi nadhani kungua kuna kuna haja ya sisi kuwekewa hospitali maalum tupima kwa gharama yote hiyo nchini. Sasa angesema tu kapimo kwenye nchi yake lakini tumewekewa hivyo kupima nchini, ili kwa sababu tuweke ule uaminifu. Kwa hiyo vunjeni hiyo kauli ya kusema bosi na kutolea kutolea mwenyewe. Hapana, pesa ya vipimo ni makubaliano yako wewe na yule ajenti wako, aidha akukopeshe au we mwenyewe utafute pesa uondoka pime. Mpo jamani? Ndivyo ilivyo hivyo kwa sababu kitokezeo, mfano umetoa pesa yako mwenyewe umepimwa, umekuta na changamoto basi ndio unabaki. Sasa kama ikitokea yule bosi atampima mfanyakazi mmoja, anauma. Anamwambia nipe mwingine tena, anatoa tena kitu na usha mwingine, anampima, anauma. Nipe tena mwingine, anatoa tena kitu tena anampima. Mnaona jamani inakuja hiyo. Kwa hiyo kusema kauli wanatoa wenyewe kila kitu. Mkasi, vunjeni hiyo kauli. Kuna wengine wanashindwa kuondoka kwa sababu hiyo. Oh, mimi nimeenda kwa agenti moja, anitafutie kazi, ni ya vipimo, wakati bosi wamesema wanatoa kila kitu. Utajicheleweshea mda wako, tafute laki tatu na nusu, au kaa na uyo ajenti akuazime, mwongee akuazimaele laki tatu na nusu, au ajue ana faiti vipi, uende ukapima uingie kazini. Na jamani, akina dada, ile mambo ya zamani ya kulia singomaza singomaza, ile siu kumpeleka mwanaume sijui ustawi wa jamii sijui nini, haipo tena. Safirini mkafanye kazi. Message kwa masingomadha wote. Message kwa akina dada wote ambao umezaa na mwanaume amekataa kutunza mtoto au hatunzi mtoto wako au vyovyote ambavyo vimetokea, mtoto nalea mwenyewe. Zamani kulikuwa kuna ile design ya kumpeleka mwanaume ustawi wa jamii, mpaka sasa bado ipo, anampeleka ustawi wa jamii, kule ndo anaenda kutunza mtoto wake mimi sitaki sifanyi kazi yoyote nakaa nyumbani atunze mtoto wake kina mama kina dada single mothers wote amkeni mkafanya kazi mambo ya kupeleka watu stawi ya jamii ilikuwa zamani leo hii tumeshaambiwa hamsini kwa hamsini nendeni mkafanye kazi kuna fursa za kwenda kufanya kazi arabuni tafuta tu njia ambayo ni nzuri uenda kufanya kazi utalea watoto wako Ukienda ustawi wa jamii uambie huyu mwanamume uwezo wake ni kukupa shilingi 10,000 kila mwezi, una watoto wawili, hii 10,000 itakutosha wewe? Ndio umekaa nao watoto pale kwenye moto, wanakwambia wanataka hichi mama, mama, tunulie hichi, utabaki unalia. Mwisho wa siku utafute mwanamume wa pembeni tu ili angalau akusaidisaidia watoto, uje upate magonjwa. Mkafanye kazi, mambo kupeleka watu ustawi wa jamii ilikuwa zamani. Sasa hivi kina mama nyanyukeni, tafuteni. Single mothers wote, hii ni message yenu.